Mpopoa unakutana tena hapa hapa kutoka PMTV2 na hapa ndani tumeweza kutembelewa eh, na baba yetu kaka yetu kipenzi chetu cha Dar es Salaam au unaweza kusema kwa Tanzania kiujumla. Karibu sana PMTV. Asante na shukuru sana, nimeshafika nimewasili. Mwandambo. mm. yeah. Clements Mwandambo. Kwanza unalionaje jua la Dar es Salaam linafanana huko kweli? Ah, Dar es Salaam mateso. Mm. joto kali. Mm. Yaani joto kali huwezi <laughs> kupanda daladala. Dala. Really? Mpaka sasa hivi sinapenda kupanda bodaboda boda mm. kwa sababu upepo unalipiga napoka kwenye bodaboda. Upati tabu yoyote kwa umaarufu ulokuwa nao na bodaboda watu? Upati tabu yoyote umaarufu ulokuwa nao? Hey, ukipanda bodaboda yani, yeah, bodaboda wananiita huko Mwandambo mm. Mwandambo napata napata, napata tabu, sio tabu, so people wants to greet me mm. Mpenda kunisalimia hivi. ni, ni ulifunguliwa Instagram au niwe mwenyewe ndio uliamua kufungua mtandao wa Instagram? Instagram nilifungua mwenyewe. Really? yeah, nilifungua mwenyewe, nikaanza kutumia Instagram mwaka gani? mwaka jana mwezi wa tatu, mwaka jana mwezi wa tatu yeah. Okay. ni kitu gani maybe kilikuvutia zaidi ukasema mimi nianza kutumia mitandao ya kijamii? Nilianza kama utani mm. nilianza kama utani yani nikaona watu wanaposti vitu mitandaoni. Okay. Kwao kuna siku nikaamua kujishuti mm. nikazungumza maneno nikatupia, nikaanza kuzungumza maneno na... baadaye nikaanza kuona video zangu zimeanza kupata komenti, hmm. Wanaweka liki then, kwa jumla mimi nilikuwa mshamba wa mitandao ya kijamii okay. Yeah, ingawa nikuwa najua kujishuti hmm. Lakini sio mtumiaji sana, ingawa mpaka leo kaushamba nako. <laughs> yeah. Kamitandao au kaushamba kwenye nini? Kwenye mitandao, ah. Kwa mfano anasema unalipwa kupitia mitandao ni mi sijui, mpaka dakika hii, mpaka dakika hii. Yes. Okay. k kuna watu wengine wanasema ah, Mwandambo utakuwa unapata hela, lakini sio hata hivyo hela unaozozipata. Okay, sawa hapo hapo, uh, wakati unaanza kutumia mm. mitandao ya kijamii katika, una kumbukumbu gani, video yako ya kwanza ilipata viewers wangapi? Kumbukumbu, sikumbuki mimi ndio ilionipeleka mimi. Ah, sikumbuki yani, kwa sababu nilikuwa natupia tu natupia tu mm, bas, lakini sikuweka katika memory. Really? Yeah. Kwayo, kwa hiyo ulianza kujitafuta wapi kwa ambao pengine hawajafahamu mpaka leo? Instagram ulianza, I mean ulianza kujipata wapi, Instagram au TikTok? Mimi nilianza na TikTok. Okay. Sikuanza na Instagram naa, mm, TikTok ndo nikapata wafuasi wengi Watu wakawa nashauri ingia Instagram, mm. nikawa mzito sana kuingia Instagram, baadaye nikaingia instagram sasa. mm. Ajabu, ndo akaunti ya Instagram ikakua kuliko ya TikTok. yeah, nimeona namba zako zina tofauti make TikTok ina kama laki na sabini na mbili. mm. Instagram laki mbili na tisini na sita. wow. yeah. yeah. hongera sana asante Okay, kwa unavyovifanya katika mitandao ya kijamii, ningependa kujua wewe ni content creator, mtengeneza mauzui mm. au ni comedian? Maana nakutana hizo comments nyingi sana nikipitia kwenye yeah. peji yao. Hivyo vyote ni matokeo, lakini mi ni content creator mm. yeah. nadhani umesikia kuna fungu limetolewa pala content creators eh? uh, ah. pengine na yeah. wewe utatamani kuwa mwanamshiriki katika hilo fungu ambalo limetolewa, maana ni kama fursa kwenu nyewe kwa content creators. Yani sifikirii fungu mm, na sijawahi fikiria okay, wala akili huko haiko mm. Nasikia tu kuna fungu lakini sijajisikia kama lina nihusu okay. Mimi naishi maisha yangu t mm, yani maisha yangu mm. Siwazi tu kuna bilioni mbili si kuna bilioni ngapi mm, kwa ajili ya nini? Okay. Okay. I live my life. Okay. Yeah. Kwa wewe mwenyewe unajitosheleza? Yeah. Naishi maisha yangu. Pengine labda atangia uanze kutumia mitandao ya kijamii kimaanisha Instagram, TikTok na mitandao mingine hiyo Facebook wapi wapi? Mpaka sasa hivi umeweza kunufaika na kitu gani kikubwa? Ni umaarufu tu peke yake au kuna kitu ambacho ush kunufaika nacho? Umaarufu namba moja, lakini kitu ambacho nimenufaika ni kufanya matangazo mm. ya biashara yamenifanya nijisikie mwanaume mara kwanza. Si chachi chachi? <laughs> Okay. Si chachi. Yani... ah, kitu cha elfu hamsini laki akinisumbui kununua mm. hivi yeah. kwa harakaharaka Mwandambo, wewe kama wewe eh? tukija kwenye kodi zako unazozifaa hapo nimona umetia miwani haraka wewe, matumizi yako ya kuvaa na kosti gharama shilingi ngapi? Sijui hesabu, ila kwa haraka haraka sijui hesabu, ila umeniuliza pointi muhimu mm. kwa mara ya kwanza anavaa kiatu ya shilingi laki moja. really? yes. laki moja na kitu mm. kwa mara nyingi nanunuaga mitumba elfu tano, elfu nne, elfu sita viatu mm. Sasa hivi sivai mitumba hiki kichafu, lakini kiatu hiki ni cha bei laki moja napea kama nne ah -ah. Yeah. Miwani ah, bei ya kawaida. Hapana, hii. mm. yeah. hizi za kawaida hii eh. jinsi shilingi 30 mm. eh. ni vya kawaida ila viatu mm. ndio hasa nimeingia katika fashion mpya kwa hiyo katika mwonekano wako Mwandambo eh, umefocus sana na viatu kuliko. Nilijifunza msemo mmoja wa Kiingereza mm, kwamba mzungu mm -hmm. mmoja alikuwa anasema kitu cha kwanza ukikutana na mtu huwa mm. anaangalia mguu oh. Yes, yani kwenye mguu wako umevaa nini alafu ndo anaanza kupanda juu. Okay. Kwa hiyo yani, focus ya kwanza ya binadamu katika mwonekano wako mm -hmm. ni mguu. Mm. Umevaa nini mguuni, ndio itakuja suruali itakuja shati. Lakini kuna wengine wanasema focus ya kwanza mgeni anamwangalia mkononi sana. Hapana, mtazamo wa kwanza wa mtu mm, ni mguu, yani mguuni umevaa nini hiyo. Okay, nikufundisha hata wewe leo linda mm, sana mguu wako, nunua kiatu cha maana ndo mm, ifuate ifuate. Yani ukivaa raba ya maana mtu anajua akapiga raba ya maana, ila huku juu shati nini na vitu vingine unaweza kavaa ya kawaida <laughs> lakini personality yako ikajengwa na mguu. Okay, nimeipata hiyo kodi na nadhani pia watu watakuwa wameisikia. Yeah. Binafsi mimi ningependa kufahamu, kus... kufahamu kidogo binafsi ningependa kufahamu kidogo kusiana na wewe. Umeoa? Hey, namke. Mna miaka mingapi sasa hivi kwenye ndoa yako? Si ni kwambie nini. Ina e, e, miaka nane kwenye ndoa. Mm. Lakini na miaka mingi kwenye ndoa. Nje ya miaka nane <laughs> nilikuwa na miaka kabla kwenye ndoa mm, ikaharibika miaka ya kwanza. Okay. nikaanza miaka mipya. Ukaanza miaka mipya. Ufikia hiyo miaka kumi na nane. Maanake wake wawili, wake. Mwandambo ana wake wawili. Ha, nilikuwa na mke ikashindikana, ni na mke. Kwa hiyo ndoa ile ilivunjika, sasa unaoa mtu mwingine. Yes, yes. Okay. Watoto sita. Watoto sita, yeah. Wa kwanza, mke wa kwanza mko na watoto wangapi? Watatu, mke wa pili watoto watatu. Watatu. Yeah. Okay. Sasa mimi ningependa kujua pia kengine hapa, nikasema ili ngoja nishe na wewe, wanasema hizi kauli ambazo unazozungumzia sana kupitia mitandao ya kijamii e, mara uzungumzie, kuna muda ndoa watoto wa elfu mbili e, mara sometimes unawachamba wanawake vibaya mno Ay, athiri chochote kupitia uh, familia yako kwa ambayo kwanza kabisa mtangazaji mm. Mm. Nilitegemea utasema kwa e, nini unapenda kuzungumzia watoto elfu mbili nakuja huko, ila kwanza nilikuwa nataka nijue kwanza, kabla tuja kuona watoto elfu mbili athari za athari. Sasa tukija kwenye kifamilia, sasa lazima kumana ziwepo. Mi nataka nizijue athari lazima ziwepo mm -hmm napozungumzia watoto elfu mbili, mm. au wanawake, mm. athari zipo kwa sababu mimi niko wazi sana, mm. familia yangu haiko wazi sana. Okay. Kwe, kwe, ni lazima nisababishe mshtuko, mm. sawa. Yani, unajua habari yote ngeni, mm. huwa inazaa mshtuko. Okay. Yeah. Yani binti yangu, kwa nini baba anaongea hivi? mm. mke wangu anasema hivi, kwa nini meongo mm anaongea hivi? -hmm. Amechanganyikiwa. mm. Yes. So akili yake iko vizuri mm. Lakini ni jambo lote geni huwa inaleta mshtuo mshtuko zamani mm, okay. Yaani hata dini mpya mm. Kama watu walizoea dini ya zamani ikaja dini mpya mm. Basi huwa inasababisha mshtuko kwa watu wa dini ya zamani okay. yeah. <laughs> Nimeanza kukupasa yeah. Pengine, okay. Sasa ukiachana familia ah, mtaani kwako wanakuchukuliaje? Wana bahati mbaya sina mtaani mimi okay, naishi uzunguni, uzunguni, ambako jirani unaweza kumuona baada ya miezi minne mitano eh? yeah. Climate. <laughs> <Mwandambo>. <laughs> Yes. Yani pale Mbeya mjini naishi eneo la uzunguni kama huku mnakosema si masaki, si wapi mm. Yeah. Okay, okesaa basi majirani zetu wale, pengine mnavotoka au wewe una majirani? Nimekwambia jirani zangu mm, inaweza kuchukua miezi mitatu amjaonana. Sawa ndio, lakini sio anakuona kupitia mitandaoni. Pengine mnaweza msionane live, lakini kupitia mtandaoni. Hawana muda kuja kuniambia chochote, tumekuona bwana mzee. Hawana muda kuja kuniambi, kuniambia kitu kwa sababu hatukutani kutani, kutani. Mkikutana hai basi, mm -hmm. Yeah. Okay. So, sasa hapo mimi nataka nije deep kidogo ni kweli nimeweza kuona uh, kupitia mtandao wako wa Instagram sana sana, sana kuliko TikTok. Yeah. Unawazungumzia sana watoto wa 2000. Na sasa yani kwa nini watoto wa 2000? Yani kwa nini so karne hiyo ya nyuma mishangazi tunaita au yeah, t -tose, t -tose, wa... yani kwa nini nini Gen Gen Z? Z? Yani kwa kwa tuseme ujumla kwa nini mwanamke pamoja na watoto wa 2000. mm -hmm. Lakini pia kwa nini mwanamke mm -hmm. Nataka kuambia jambo moja. Okay. Nimeongelea watoto wa 2000 kwa sababu ni wanawake. mm -hmm. Mwanamke ndiye anayeumba dunia yaani, sio Mungu huyu mm. Yaani anayeumba dunia hii sio Mungu mm. Ni mwanamke mm. Mwanamke ndio muumbaji wa hii dunia mm. Yaani mwanamke akiharibika, hii dunia imeharibika. Mwanamke akiwa vizuri, hii dunia itakuwa vizuri, kwa sababu ni mwanamke mm. Ndiye ambaye ananyonyesha mtoto, ndio ndiye ambaye anamvalisha mtoto, anamwogesha mtoto, ndi anayemfundisha mtoto maadili mema mm. ya hii dunia. Kwa hiyo mama anapomtengeneza mtoto anaitengeneza dunia na kuelewa n yani, mtoto si anaiendea dunia mm. ko hawa watoto atakapokutana ndiyo dunia yenyewe kwao. Hii dunia imeumbwa na mwanamke. Nanelewa eh? Mm. ko tukiwa na kizazi kilichoharibika, maana yake miaka ijayo tuna dunia iliyoharibika. Ndio maana leo Ulaya ushoga mm. ni maisha ya kawaida, mm. ndoa ni kitu cha ziada, mm. Ulaya. Mm. kwa nini? Kwa sababu jamii ya Ulaya ilishaharibika miaka mingi iliyopita. Mm. na sisi ndio tunakokwenda huko. Mm. Yani, sasa hivi unakuta kakitoto kana vitu vya ajabu ajabu kwa sababu kamelelewa na wazazi wa ajabu. Kwa hiyo mm. mwanamke, kwa hiyo nikimtazama mtoto wa kike wa leo mm. Mimi naiona na dunia ijayo mm. okay. ni yani, naiona dunia kwa sababu huyu mtoto wa kike ndi atake mlea mtoto atakeishi kwenye hiyo dunia, unanipata vizuri, nakupata. Ndio maana nakwambia mwanamke ndiye anayeumba dunia mm. Ni muumbaji yani, mi Mungu namtupa kule Aya, sawa. Yes. Ni hapapo kwenye uumbaji hapo na kusema. Wewe unadhani kuna tofauti gani kati ya hawa mama sasa hivi wa Gen Z? Ushanielewa eh? Mm. Na wale wamama wa zamani ambao nyinyi mlikuzwa katika maadili yao. Tofauti ni ipi kati yao hawa? Ili pale ambapo wanapokosea waweze kujirekebisha. Ni kuje tofauti katika ndoa. Okay. Katika ndoa mm. Zamani wanawake waliolewa kwa mabikira. Mm. Naelewa eh? Nakuelewa. Yes. mm. Na waliwalea watoto kuwa mabikira. mm. Kwa sababu kwao kuolewa bila ubikira ilikuwa ni aibu. mm. eh? Pata vizuri na kupata vizuri. Yes, yeah. Sasa hivi wanalea watoto wa ashirati. mm. Hata makanisa na misikiti mm. wanafungisha ndoa wa ashirati mila na desturi zamani, mm. zilijali ubikira, mm. unajua, mpaka sasa hivi dini zikiamua kwamba hatutaki mtu asiye na bikira zitakosa waumini, kweli. Kwa dini zinaangalia kujaza waumini, sio kutengeneza kizazi kitakatifu, mm. mila na desturi waitengeneza kizazi kitakatifu ilikuwa binti ni aibu kuolewa bila bikira, mm-hmm. kwa hiyo huu ulimwengu wa sasa pamoja na utandawazi mm. Vinatengeneza kizazi cha hovyo mm. Na ndio maana nimezingatia sana hilo swala kwa kizazi, kwa kizazi hiki mm. Ndio tofauti mwanamke wa leo na mwanamke wa zamani. Na naweza kuambia labda sasa hivi wanawake wanafanya kazi sana, zamani walikuwa wakulima mm. Walilea watoto mm. Sasa hivi mwanamke muda kulea mtoto hana yani, mtoto anamwachia house girl Okay, yes, yeah. mm -hmm. anaelea mtoto anampa mtoto maadili kwa house girl akiwa mm. like na tabia chafu ndo itakuwa tabia mtoto wako. <laughs> vizuri, eh? vizuri. Eh, wazazi wa sasa hawana mda kukaa na watoto mm. unakuta mwanamke kama wewe kama mimi umeondoka saa kumi na mbili asubuhi mm. unarudi nyumbani saa tatu saa nne usiku mm. sawa. huo <laughs> mda wote umemwacha mtoto amelala, unarudi amelala. <laughs> Kwa hiyo hata, hata tabia za mtoto wako huzijui mm. Kwa hiyo muda wa kutengeneza dunia ijayo huna, anayekutengeneza hiyo dunia ni mfanyakazi wako wa ndani mm. Kwa hiyo hata tabia za watoto wako ukiulizwa, tabia ya jeni hujui. Kwa hiyo hiyo ndio kati ya tofauti kati ya tofauti kati ya tofauti kati ya mama Gen Z na mama zamani. Kwa wakati ule, yes. Kwa tunashauri kwamba mama sasa hivi watenge muda kwa kutengeneza mm. eh, kwa kwa kuwatengeneza watoto wao vizuri katika maadili kuweza kuwa nao karibu kama hivyo wanavyosema kazi za hapa na pale. Lakini pia hapo wanasema bwana sasa hivi mfumo umebadilika wa maisha. Sasa si kama yeah. Dunia inaweza ka ikawapa wanawake huo muda yani dunia ndio hiyo unaoishi wewe. Uwe, mm. unatoka saa ngapi kazini? Saa kumi na moja? Saa kumi na moja, mm. una bahati <laughs> ungekuwa na watoto ungeweza kuwatunza. mm. kuna mwingine anatoka saa tatu usiku kwa sababu ya kutunza watoto, hana okay. ya. tunashauri bwana, uh, wa mama Gen Z wazingatie zile mila na desturi ambazo wamama zamani ambazo walikuwa wanazifanya. Natamani sana ingawa sijui kama inawezekana tena. Aa, kwa sababu ni swala la kutoa tu elimu Mwenye kusikia atakuwa amesikia. Mi natumaini mwenye kusikia hii interview atakuwa amesikia na atakuwa amepata. Ni tofauti mm. okay. mtu wa sasa hivi kuelewa mm. ni tofauti hivi. Unajua, kumpa mtu akulelee mtoto wako maana yake umeshindwa kulea, yeah. Yani wewe unampeleka mtoto wako kwa mwalimu wa madrasa mm. akusaidie kumfundisha mtoto wako maadili manake mzazi umeshindwa kum, kumfundisha mtoto nini maadili. mm. unampeleka mtoto sunday school wakamfundishe maadili, manake mzazi umekataa wajibu wako. mm. Manipate. mm. Ko watoto wanapelekwa kwa watu kufundishwa maadili. mm. wakati wewe ulikuwa na maadili ya kwenu na mila na desturi zenu ambazo mtoto wako alitakiwa ashike hapo hapo. yes. tumalizie na hii hapa. Uh, wewe ni kama baba wewe yeah, ni kama kaka wewe mm, ni kama mtu ambaye ni kio cha jamii, ambaye kila mtu anakuangalia, kila mtu ana jicho lake, mwingine anajifunza, mwingine anakuona kama comedian uh, yeah, mwingine anaona anazingua uh. Tumeweza kuona kuna msanii ambaye huyu msanii aliweza kupata kashkash kidogo, baada ya yeye anavyosema kupitia interview zake za nyuma, kuweza kumtambulisha mtoto wake kwenye kio cha jamii na watu kumjua, hapo ndo matatizo alivyoweza kuanza. Tuseme, isiende mbali, tuseme Kajala. Kajala anamlea mtoto wake Paula naelewa na kuna mambo mengi hapa ambayo ametokea katikati. Naweza kusema Kajana naye ni Gen Z naye naweza e. <laughs> Nikasema pengine uh, ni sahihi mtu kuweza, kwa maana siku hizi imeonekana kama watu kuaposta watoto zao kwenye mitandao kwa brand, unajua no zile kama ni kitu fulani kidigitali ni utandawazi, ni tofauti na zamani. Yani sio rahisi mtu um, kuweza kumjua mtoto wake kumposti um, kwenye mitandao hivi, wametoka mara zile kuonyesha lifestyle zao. Je, hii cho wanachokifanya ni sahihi? Kwa sababu nao pia ni watu ambao vyo vya jamii wanatazamwa na tofauti tofauti. Kajala hana maisha mengine hmm, zaidi ya maisha ya mitandao, okay. Mitandao ndio inayomnufaisha hmm na anamwona mtoto wake hana pa kumpeleka. Mm. ko naye lazima amrushe wapi mitandaoni. ina maana maisha yake Kajala mm. ndo anatamani awe maisha ya mtoto wake okay. Yani wanaishi kupitia umaarufu na nipata vizuri eh. kwa maana hiyo maisha ya Paula mm. Paula nafikiri mm. yatakuwa sawa sana na maisha ya mama wake okay. mzazi Yes, hapa yeah. mm. Katikati kama kama umeona Kajala pamoja na Harmonize wameweza kurudiana mm. Ili penzi likuwa linavuruga tena, chanzo kilikuwa ni mtoto. Tunarudi kule kule nyuma kwenye yeah. mambo ya mama Janezi. We, uh, wewe sasa hivi ukapewa nafasi ya kuweza kuwashauri hawa watu wawili kwenye mahusiano yao, wewe kama kaka, kama baba, kama mtu ambaye ushaka kwenye ndoa miaka nane si siu, nanielewa, pengine ndo wanatamani labda kuwa wana ndoa na mtoto wao. Ukiangalia Kajala na mtoto mkubwa zaidi ya miaka ishirini na tano unanielewa, kwao kuna changamoto nyingi hapo katikati zipo. Pengine unaweza ukatoa ushauri gani kwa watu wawili Kajala pamoja na Harmonize. A, mimi nilichokisoma mm. na nnachokisoma mm -hmm. Harmonize ana kasoro eh, tena ya. mm. okay. yani Harmonize ana kasoro mm. Binti yangu ni kuambia hivi, ndoa haina likizo. Mwanamke awezi akakaa wiki nje ya ndoa yake, ndoa. Mm. Yake. Mm. Au yake, au wiki mbili au mwezi nje ya ndoa yake afu akarudi kwenye ndoa, huyu mwanamke alipokuwa nje ya ndoa yake, maanake mm. watu walikuwa na starehe naye, au mm. nje ya mahusiano watu walikuwa na starehe naye anaporudi kwako kwa unampokea, ko kwa unajua kabisa huyu, mimi sio tu mpenzi wake au mume wake, ni kwamba tuko wengi kwa huyu mm -hmm. ambao walikuwa naye, ndio maana anasema mm -hmm. Harmonize ana kasoro fulani tusioijua, yani ana kasoro katika wanaume mm -hmm. yani kama ni kijana wangu mm -hmm. katika wanaume mm -hmm. ana kasoro kubwa sana nisingeweza kuruhusu ampokee Kajala. really? Of course, nisingeweza kuruhusu hata siku moja. Angekuwa angekuwa Harmonize ni kijana wangu, nisingeruhusu apokee mwanamke ambaye ka, yuko nje ya mfumo zaidi ya mwaka hmm, alafu anarudi ndani ya mfumo tena, alafu bado namwita mke wako wa mpenzi wako, ni uenda wazimu. <laughs> Maneno hayo jamani kutoka kwa Yes. Mwandambo, ndoa eh, haina likizo. Haina likizo. Yes. Sawa, sawa, nataka tumalizie na maswali langu tu la mwisho tu moja la kiutani, lakini pia moja ni laki, tunataka tujue wewe, yapo la kiundani zaidi hivyo, umesoma mpaka elimu ya levo gani? Mimi nina elimu ndogo sana. Form four. Form four. Yeah. Na tuvyovyo tuvyovyo tu ulikuwa unapendelea masomo gani zaidi darasani? Siasa. Siasa. No. Na sisi wakati tunasoma O level tulikuwa na somo la siasa. Okay, masomo nilifail lakini sasa nipata A. Wow, congratulations. Hongera sana. Aanasomo limo... la Kiswahili sinasomo gani eh? Nipata B, B sijui ah, ila siasa nipata A. Hongera sana. Sitakuingia uko sana. Okay. Saa uh, ningependa kujua, nimeona unaongea Kiingereza kimenyooka. English nao vipi? maana hii ni changamoto kwa Afrika wengi. Ah, Kiingereza nilikipenda mm, tangu niko primary school. Okay. Kwa mfano sasa mimi hapa ndo mzungu yani. Nataka nikupe dili. eh? Labda dili la PMB hapa nataka nikupe. Sasa shida ni lugha. Eh? Pengine labda watu wengine wanashinda kuchukua ile dili kwa sababu ya lugha. Mimi nataka nikualike sasa, hapa nataka ni... mimi nataka nikuamini kwamba wewe unaweza ukafanya kazi yangu vizuri sana ya PMB. Eh, labda ndo nakwambia kafanya uh, introduce yourself Who are you in this public figure yani katika mitandao ya kijamii ah ah ah, ah siwezi to eh. to introduce myself eh eh, hey. yani, to introduce yourself nikimaanisha kwamba i want to to to trust you right? I want to give you right give this this deal your commitment. I want to hear your commitment commitment i i i i want hear like will will will commit myself I'll do this, do that yani just okay labda mimi labda umekuja kwangu mimi ni mzungu au si tusizunguke sana aa mimi sijui umeletwa hapa kwangu nikupe dili ndo tunakutana kwa mara kwanza sasa hivi si shanaelewa hebu kama ile tutambulishane mi najitambulisha my name name is Zoo. and whats your name najua i i just want want want to to to know know know so you you want to know about about me i want to know about you in in in in terms terms of of English lakini not in terms of Swahili in short in short yeah. i'm Clemens. Okay. Clemens. i'm okay a father

early childhood education. Wow, you understand it. I understand it yeah. <laughs> Nachoka mimi, nachoka <laughs> nachoka sana. Yeah, okay. Nachoka ili, ilianzaje unachoka? Tumalizene na hiyo nachoka. Ilianza tu nilikuwa nasema tu, mm. sikufikiri kwamba itakuja kuwa kitu cha maana mm, baadaye nikaona watu wanakitumia then na mimi nikakibeba. Wow, sahibi. yeah na hiyo wow. wow. <laughs> bwana tukupe kwanza ongera sana binafsi, unafanya poa sana na okay. sisi ni mashabiki zako ambao tunakubali sana kwa unachokifanya, so, so. na tunakutakia kila la heri e, tuweze kuona mengi kutoka kwako, na tunashukuru sana pia kwa muda wako kuweza kuja hapa PMTV kwa uh -huh. yeah. sababu ni muhimu sana kwetu okay. na pia ni muhimu kwa mashabiki zako, tumeweza kujua wewe so, so. deep down vitu tofauti tofauti